Habari yako, mimi ninaitwa Robin Rachel, na hii ni Robin Media. video iliyopita nimeongelea swala so zima la kisheria endapo mtu atakuwa anaikosoa serikali yake, labda katika nchi Afrika, lakini yeye anaishi katika nchi kubwa kama labda nchi za magharibi, mfano Marekani. Kwa hiyo mfano, unaishi Marekani, unaikosoa serikali yako labda katika nchi ya Afrika, je, Marekani wanaweza akakuacha ukamatwe? Nilielezea taratibu chache za kisheria kwamba ni ngumu kama wewe kazi yako ni kukosoa tu kupitia mdomo na kuandika, Marekani watakulinda. Lakini pia nikaelezea kama ukosoaji wako ulihamasisha vurugu, Marekani wakapata ushahidi kwamba ulihamasisha vurugu, naweza wasikulinde. Aidha wanaweza wakakushtaki wenyewe, kwa sababu hilo kosa utakuwa umelifanya katika ardhi yao, au wakaacha nchi yako ikakuadhibu yenyewe. Kwa hiyo kuna uwezekano utalindwa vizuri lakini ukikosea vipengele, utaachiliwa, utauliwa nyama. Umeona, Marekani watakuwa hawana tena nguvu ya kukulinda. Hakuna kitu ambacho Marekani hawataki kama vurugu. Hawa watu wanayapenda sana maisha. Ikitokea vurugu huwa wanasahau habari za freedom of speech, yani uhuru wa kujieleza, atakuchukulia hatua. Mfano Marekani, kipindi ambacho Donald Trump alishindwa uchaguzi, watu waliacha kujieleza, waliacha kukosoa serikali, waliacha kukosoa kwa njia ya maandishi na mdomo. Watu moja kwa moja wakaanza kufanya fujo, na wale waliofanya fujo tumeshuhudia wengi walishtakiwa, hadi watendaji wa karibu wa Donald Trump. Donald Trump mwenyewe tumemshuhudia akishtakiwa kwa makosa mengi sana. Kwa hiyo, moja ya sheria ya Marekani ambayo haita kulinda ni endapo utafanya vurugu, utachochea vurugu, maneno yako yatachochea vurugu. Donald Trump alituhumiwa kwamba alichochea vurugu zile zilizotokea kipindi kile na watu wakashtakiwa, si ndiyo? Sasa hivi ndivyo Wamarekani walivyo. Kwa hiyo watakuruhusu wewe ongea, kosoa hiyo serikali yako wewe utakavyo, lakini usije ukachochea vurugu, wakapata ushahidi. Kwa mfano, serikali zetu sisi za Afrika zikishindwa kumpata mwalifu wao katika nchi labda ya Marekani, kisheria Marekani ikamlinda, nini kinaweza kikafanyika wakampata mwarifu wao hapo sasa Nchi nyingi huwa zinacheza michezo ya kisiasa kama tunavyojua, siasa ni mchezo mchafu. Michezo yote huwa inatendeka, ili mradi tu kulinda maslahi ya mataifa yao, lakini nitakupa mfano kupitia hizi nchi kubwa, ambazo zenyewe huwa zinasimama na kusema wao ndio watetezi wa haki za binadamu, mfano Marekani. Marekani wamekuwa wakishutumiwa na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu kwamba endapo kutakuwa kuna mtu amewakosea alafu yuko katika nchi nyingine analindwa kisheria, Marekani wamekuwa wakituhumiwa kwamba wanatumia njia kama utekaji nyara. Marekani wametuhumiwa sana kwa kuteka nyara watu au mauaji. huko huko huyo mtu au kama ni kiongozi wa nchi nyingine ndo amewafanyia, anawanyima maslahi yao basi, Marekani wamekuwa wame wakituhumiwa huingia kabisa kijeshi katika hiyo nchi na kumtoa huyo kiongozi au kufanya ma, uh, wametu, wanakuwa wanatuhumiwa pia kufanya mapinduzi kwa viongozi mbalimbali mbali. Lakini hata kwa hawa mtu sasa mmoja mmoja, labda umefanya kitu ambacho wao wakaona, akiendani nao unahatarisha, uh, unahatarisha usalama wa taifa lao. Utekaji nyara hakuna taifa ambalo linatuhumiwa sana kwa kuteka watu nyara kama Marekani mashirika ya haki za binadamu huwa wanalitumu sana na Marekani. Habari zinasema huwa wanajibu kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya kulinda maslahi ya taifa lao. Tukiacha Marekani, kuna Urusi, nao wamekuwa wakituhumiwa sana Urusi. Ukimkosea yule Putin, ukimkosoa a, kuna mmoja mpinzani wake mkuu alikuwa anaitwa Alexi Navalny, amefariki mwaka amefariki nafikiri mwaka jana au mwaka huu umeona. Huyu alikuwa ni mpinzani mkuu wa Vladimir Putin, kilichomkuta anakifahamu mwenyewe. Kwa hiyo hivi ndivyo hizi nchi zinavyokuwa. Alexei Navalny walimkamata wakamfunga, lakini habari zina akafa, alipokufa mke wake kafanya uchunguzi, anasema amepewa sumu, umeona eh. Israel, siongee Israel. Wewe wakikutaka kama una wa, un, wanakuona kabisa kwamba wewe unaisumbua serikali yao hata ukienda kujificha katika nchi nyingine ukalindwa na sheria za nchi nyingine, wakishindwa kwa kupata kisheria, Israel wana shirika lao la kijasusi linaitwa Mossad, ili linasimamia ujasusi wa nje, sio ujasusi wa ndani. Ujasusi wa ndani wanao mashirika kama lile la kijeshi, na kuna ambao nashughurika, tuna ujasusi wa ndani kwao kwenye mashirika. Ujasusi wa ndani kuna Aman na Shinbet, lakini ujasusi wa nje Mossad. Mossad inajulikana na wengi. Sasa kuna tuhuma zinasema ndani ya shirika la Mossad kuna kikosi kazi kinaitwa Kidon. Hichi kikosi kazi, kuna tuhuma zinasema huo ndo kinatumika kwa ajili ya utekaji nyara na mauaji kwa maadui wa Israel. Kwa hiyo yoyote yule akionekana kwamba huyu anahatarisha masuala ya taifa la Israel, kikosi kazi Kidon au kikosi kazi cha Kidon kitatumwa kukuteka au kukumaliza Ndo kazi yake, hivi ndivyo tuhuma zinavyosema. Kwa hiyo mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakilia sana na haya mataifa makubwa katika swala la utekaji nyara pamoja na mauaji pasipo kutumia sheria. China, mchina bwana, yeye huwa haonekani sana kwenye nyara, lakini mchina yeye, mashirika ya haki za binadamu huwa yanamlalamikia sana katika swala zima la kwa mfano wewe unaikosoa serikali ya China, ile ni serikali ya kikomunisti haitaki habari za kukosolewa kosolewa. Unaikosoa serikali ya China au umeitendea kitu ambacho wanaona kinahatarisha maslahi ya taifa lao, alafu umekimbilia katika nchi nyingine, umeenda labda kwa Marekani au umeenda kwa sio labda nchi fulani. China, kama tunamfahamu sasa hivi, ni mbobezi wa teknolojia. Wale majamaa wana teknolojia ya kuweza kujua popote pale ulipo, cha kwanza cha pili, wanatuhumiwa kwamba wametandaza mapolisi wasio rasmi karibu katika kila nchi. Kama tunavyojua wale majamaa sasa hivi ndio wawekezaji wakuu duniani, wafanyabiashara namba moja duniani, wana project kila nchi. Sasa tuhuma zinasema kwamba wafanyakazi wao wengine wanaoenda katika nchi mbalimbali wanakuaga ni mapolisi wao, yaani kwa ajili ya kusaka wale wanaokosoa serikali ya China. Lakini wachina pia wanatuhumiwa ili uh, kwamba endapo katika nchi nyingine unalindwa na nchi nyingine, wao watawabananisha ndugu zako kule China, watabananishwa mpaka wewe mwenyewe utarudi. Kwa hiyo hiyo pia nao imekuwa ikituhumiwa, wanatuhumiwa pia kwa ajili ya hivyo. Kwa hiyo nimekupa tu picha kwamba unapokuwa unaikosea serikali yako ukiwa katika nchi nyingine, waki kama sheria zitakulinda, umafia unaweza ukatumika ili upatikane na kishirosha umafia unaweza ukatumika ukamalizwa ukiwa huko huko. Haya ndio mambo ambayo nchi kubwa huwa wanafanya kwa nchi zetu za Afrika. Je, huwa wanafanya vitu kama hivi kwa nchi za Afrika? Story sisiki sana lakini najua story nyingi sana juu ya nchi hizi kubwa, kwa sababu hizo story huwa ziko katika mitandao, ni watu tu wapende kuzisoma za umafia, unaweza kujua, unaangalia movie, kumbe unasoma story ya kweli, tukio lilipigwa hapo la utekaji nyara labda na Wamarekani huko wanani ona watu hu wana uwezo wa kuingiza na kufanya yao, unaona. Sasa mfano kama wa Iran waliwateka uh, wa, wali wa Marekani kipindi cha nyuma kidogo. Baada ya hapo, Marekani akashindwa kuwachukua okoa wale waliotekwa wananchi wake kisheria. Alichokifanya Marekani alitengeneza mpango kazi, japo ulifeli, lakini alijitahidi kuingia Irani kimafia, ili kwenda kuwaokoa hii zaina anatuhumiwa alishawahi kuingia ndani ya nani, lakini kwenye kuibiana documents za mambo ya nuclear. Kwa hiyo umafia huo unatumika sana katika serikali mbalimbali duniani hasa kubwa. Utekaji nyara, kuibiana documents mbalimbali ambazo ni classified. Kwa hiyo umafia unatumika sana katika siasa. Nchi za Afrika sijaona sana matukio yao, hasa kwa kupitia nchi nyingine, labda ndani kwa ndani, lakini kupitia nje ya Afrika Yani nchi ya Afrika kwenda labda kumkamata mtuhumiwa wa wao katika nchi kubwa kama Marekani kimafia, huwa ni ngumu kwa sababu hawataki uhusiano wa kidiplomasia. Kwa sababu endapo Marekani watastukia ishu kama hiyo imetendeka, maana yake ni kwamba wataaribiana. Yani maana yake ni kwamba kutakuwa kuna mgongano mkubwa sana. Marekani wataona wameaibishwa, wamevunjiwa haki zao kisheria na nini. Kwa hiyo wanaweza na wenyewe ni nchi kubwa wanaweza wakawajibisha nchi zetu. Kwa hiyo nchi zetu nyingi za Afrika, ndio maana wale ambao wa wanakosoa serikali za Afrika mara nyingi wanakimbilia katika nchi za magharibi kama Marekani, Uingereza, wanakimbilia kule nchi zetu, kwa sababu wanajua nchi zetu itakuwa ni ngumu kwenda kuwakamata kimafia kule kwa kuhofia mgongano, migongano ya kidiplomasia. mimi naitwa Robin Rachel. Usisahau kusubscribe hapo chini, bonyeza eneo lililoandikwa subscribe, ili huo unapata video zetu wa kwanza na hii ni chaneli yako inayohusiana mambo ya siasa za kimataifa, migogoro mbalimbali ya kimataifa.